ejimenti ya chuo imepokea changamoto hizo na kuzifanyia kazi, na kuanzia sasa kutakuwa na mratibu wa baraza la wahitimu wa chuo. Mratibu huyo atahusika na kuratibu shughuli zote zinazohusiana na baraza la wahitimu. Pia mratibu atakuwa na jukumu la kuanzisha kanzidata ya wahitimu wote ili kuharakisha ura, e, uratibishaji na kuunganisha wahitimu wetu popote walipo. Jukumu jingine ambalo atakuwa nalo e, mratibu ni kuratibu zoezi la uchaguzi katika mazingira yatakayokubaliwa ya na baraza hili. Ni rai yangu kwamba muwe tayari, uchaguzi utakapoitishwa, mjitokeze kwa wingi kuchukua nafasi za uongozi ili tuweze kushirikiana katika kujenga chuo chetu. Pia kama mlivyopendekeza kuwepo kwa ada ya wanachama, mratibu atakuwa na wajibu wa kuhakikisha ada hiyo inakusanywa ili shughuli zote za baraza ili ziweze kuende, kuendeshwa kutokana na mfuko husika. Haya tunasema si kwa sababu eh, tuko hapa kwa ajili ya mkutano huu. Management yetu ina spidi ya 5G, tuwapige makofi tukisema tunatekeleza. Kwa hiyo haya tuoyosema yataanza kutekelezwa mara moja, na mimi kama mkuu wa chuo ninaongoza kama 5G, tunakwenda kwa spidi ya 5G. Tunatambua mchango wa wadau hawa alumni. Alumni wana mchango mkubwa kwa taasisi za elimu, kwa hiyo sisi tutajipanga na tuna miradi sasa ya majengo inaendelea kujengwa, tutakuwa na ofisi za kutosha kwa ajili ya mratibu wa convocation na tutaifanishi na vifaa vyote, ili kazi yenu iweze sasa kukamilisha malengo. Wakati naongea na viongozi, wana njozi kadha wa kadha, sasa nikasema wacha mratibu apatikane ili aziandike njozi Halafu kila convocation tutakuwa na AGM pamoja na mambo mengine, tutakuwa tuna tathmini tuliyoyafanya. Kwanza tunapanga halafu tunakuja tunatekeleza. Tulikusanyika hapa tunapeana taarifa, tulipanga hili tumetekeleza hili, tulichangia hiki tumetumia hiki, ili tuweze kuleta mafanikio. wameniambia wako tayari kuongeza hata miundombinu yetu, wako tayari hata kutujengea maofisi, wako tayari hata kutujengea madarasa, wako tayari hata kutuwekea miundombinu na mifumo mbalimbali. Sio kwamba ni matajiri, ila wana roho ya upendo na kujali na kulitumikia taifa lao. Sasa sisi kama management tutaweka hiyo miundombinu, tuwapige makofi. Tutaweka miundombinu, tutaweka governance instrument ili chombo hiki kiwe na kanuni kiwe na katiba inayoeleweka. Hata mtu ki, akija kutukagua aone kwamba ni instrument amba, eh, ni, ni organi ambayo ina governance instrument, na hizo itaondoa malalamiko pamoja na maneno ambayo yanaweza yakakibomoa chama. Kwa hiyo siku za usoni watatupatia wanataka kufanya nini, kidogo kidogo ukiangalia tuna takwimu za waliohitimu zaidi ya elfu ishirini hata wangetoa tu shilingi elfu kumi utagundua kwamba kama wana watu elfu kumi na walioko wakitoa hicho kidogo watafanya mambo makubwa mara nyingi kidogo kidogo hujaza nini kibaba kwa hiyo tutaweka miundo mbinu ili umoja wao na mawazo yao na njozi zao wanaona mambo mengi wanako kwenda kule wanatamani sana tufanye hayo mambo lakini hatuwezi kuyatekeleza kama hajaratibiwa, hajawekewa eh, framework ya kuyatekeleza na kufanya kazi kwao. Sisi kama chuo, hiyo ni commitment ya mkuu wa chuo, lakini commitment ya management, ndugu viongozi eh, na wanabaraza la wahitimu. Kwa upande mwingine, katika baraza hili la leo kutakuwa na shughuli ambazo hazijazoeleka katika kusanyiko kama hili katika miaka iliyopita. Kuanzia leo, tumeona baadhi ya mambo yawe yanafanyika katika baraza hili ili kulipa nguvu na mvuto. Leo hapa tutawatoa vieti na zawadi kwa wanafunzi waliofanya vizuri zaidi kitaaluma, pamoja na viongozi wa serikali, wanafunzi ya wanafunzi ya maso. Hili ni jambo linalotia hamasa katika kusanyiko hili la leo. Tuwapigie makofi watakaopata zawadi. Tutawashika mkono, tutawapa zawadi, na nimeambiwa zawadi si tu kile cheti, huenda wakapata na token, si ndio mkuu? E, watapata token sasa, inshallah. Hata kama ungepewa shilingi elfu kumi kwenye daladala, ukikosa shilingi mia mbili unaweza ukaendelea na safari. Kwa hiyo sidharau hii elfu kumi au elfu ishirini, au laki utakayopewa, inaleta tofauti kila anapotolewa kwa moyo wa upendo na wa kutambua juhudi zenu. Kwa hiyo zoezi litakuwa endelevu, lakini pia kama mnavyoona na ambavyo imeshataarifiwa leo tutakuwa na mjadala, mjadala. Na hapa Dr. Shovu nikupongeze. Ya juzi nilikuwa nafuatilia presentation yako, e, comments zako. Huenda watu hawajui mtoa mada wetu ni mtu wa namna gani. Ni high profile, unajua hapa ni vile tu chuo cha mwalimu Nyerere ni chuo cha wenyenyekevu. Kama tungependa kujidaidai, basi mngekuwa mnatuona kila mahali. Unajua, mada hii inakuja wakati mwafaka. Si muda mrefu tutaanza, tutaingia katika teknolojia, tutaanza kufundisha na kuwasiliana kwa teknolojia, tunasema smart teaching technologies. Kwa hiyo, mada hii ni utangulizi, wanafunzi wetu si muda mrefu tutaanza sasa kuondokana na traditional teaching equipment, tutakuwa na smart board eh, vitu vya kisasa na walimu wangu wameshaniahidi wako tayari kukop, na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, tunataka kukifanya chuo cha teknolojia A touch university. Sawa sawa, jamani. Sasa tunaanza makongamano haya, usibaki nyuma yanatuandaa katika ile tunayokwenda kuyatekeleza kama chuo. Tutakuwa na smart board, smart technologies, e learning itakuwa ndio msingi wetu tunapoanza eh, strategic planning ya miaka mitano ijayo. Na sasa Dr Sovu atatuweka kwenye platform, kila mmoja ashiriki kuboresha kukifanya chuo chetu kiwe chuo cha kiteknolojia katika kufundisha, katika kujifunza, lakini katika utafiti na machapisho. Ndugu viongozi na wanabaraza la wahitimu ninapohitimisha, hotuba hii fupi, naomba niwashukuru wanabaraza wote mliofika katika kusanyiko hili muhimu la wahitimu. Hili ni jukwaa letu muhimu linalotukutanisha wote, na leo tunasema karibuni nyumbani. Karibuni nyumbani, wanafunzi mnaoendelea na masomo, pamoja na wadau wengine wote, ninawakaribisha chuoni kwetu, chuoni kwenu Mjisikie mko nyumbani na muwe tayari kushauri njia bora zaidi kwa maswaa ya chuo chetu na taifa kwa ujumla. Chuo chetu kinaenzi falsafa za Mwalimu Nyerere. Falsafa tunajifunza kwa maendeleo ya nani? Ya watu. Vijana wa leo tuyaenzi mawazo ya amani na utulivu, uzalendo na kujituma, na kuipenda nchi yetu na kuilinda amani yetu. Vijana wangu, amani haina mbadala. Ni sisi vijana tutakapoenzi mawazo waasisi wa taifa hili tutaimarisha imani yetu, na hivyo niwaombe sana katika tunapozungumza, tunavyojiunga na chuo, tunapoendelea kubadilisha chuo chetu, usidanganyike, usidanganyike, jitahidini kwa watulivu. Amani yetu iko mikononi mwenu, tukishirikiana tukitoa mawazo tukajenga pamoja, tunaweza kujenga chuo chetu, tunaweza kuwafundisha wengine kwamba alikuwepo Baba wa Taifa katika nchi hii aliyeanzisha chuo hiki, na sisi tunabaki kwa chumvi ya nchi hii katika mawazo yake ya umoja na ushirikiano, katika mawazo yake ya uzalendo ya kujitolea na kujituma. Napenda nimpongeze sana mkuu wa chuo, ametumia Kiswahili vizuri. Moja ya neno ambalo linatusumbua wengi ameeleza hapo kwamba katika siku za usoni. Siku hizi watu wanasema katika siku za mbeleni. Hii ni hatari kubwa. Mkuu wa chuo na kupongeza sana, naomba tumpigie makofi kwa Kiswahili kizuri. Huwezi kusema siku za mbeleni, ndo zipi hizo? Ni siku za usoni zinazofuata. Tuongeze tena makofi kwake tafadhali. Sasa leo, ndugu zangu tumekusanyika hapa si kwa kufurahikia tu wenzetu wanaohitimu, lakini kuwa na tafakari ya kina juu ya namna ambavyo chuo chetu cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kinavyoipa kipaumbele sayansi na teknolojia. Na tutaeleza vitu kinaga ubaga, tutaeleza vitu kwa uwazi kabisa, hatutojipendelea wala hatutojionea lakini niwakumbushe tu kwamba hizi teknolojia, kwenye mada tumeandika teknolojia ya habari mawasiliano, lakini kimsingi ni teknolojia za habari mawasiliano, kwa sababu teknolojia za habari na mawasiliano ziko nyingi sana. Kwa hiyo tuna tutazipitia zile za msingi ambazo chuo chetu pia kimejipambanua nazo. Sasa kabla sijaendelea, nikumbushe kidogo kuhusiana na dira ya chuo chetu. Kila jambo unaolifanya lazima liwe na mwelekeo, liwe na dira, na chuo chetu kwa umadhubuti wake na umari wake kina dira yake. Dira yake inadokeza kwamba chuo cha Mwalimu Nyerere kitakuwa kitovu, kitovu sio kituo kuna kitovu na kuna kituo. Kituo kinakuwa kidogo lakini kitovu kinakuwa kikubwa, ni kitovu cha utoaji wa maarifa. Langu naitwa Bariki Mwakaira Mtawa, ni muhitimu wa mwaka 2024/25 kwa sababu mbalimbali ambazo zimetufanya tukusanyike leo ni kwa ajili ya kuelezea umuhimu watehama kutokana na hilo, kumekuwa kuna sababu mbalimbali mbali ambazo zinapelekea kuwepo kwa sababu kama hizo, lakini umuhimu huo ni mojawapo, ni kurahisisha mawasiliano kwetu sisi wanafunzi, kurahisisha kazi mbalimbali kwetu sisi wanafunzi, lakini imepelekea mabadiliko makubwa sana katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Pamoja na hilo imewezesha wanafunzi wengi sana sasa kujiunga katika vikundi mbalimbali, kwa sababu imewarahisisha sana kupata taarifa kwa uharaka sana, wanapata taarifa, na wengi wamekuwa wananufaika sana na, na hicho kitu. Lakini hapo hapo imechochea hata saizi, unaweza kuona sehemu mbalimbali vijijini, watu wengi sana wanakuwa na shauku sana ya kupata habari mbalimbali, wanakuwa wanauliza kuna nini Unaambiwa fanya hiki kupitia hiyo tehama, nao wanakuwa wanajua kwamba kuna hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo mafunzo haya ni mazuri na natamani yaendelee kufundishwa zaidi na zaidi, hata sisi tunaopata elimu tuweze kuwafundisha na wengine huko, ya kwamba kuna umuhimu huu na huu. Kutumia tehama umuhimu wake ni mkubwa mkubwa sana, naona hata serikali ya, ya serikali kuu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan daktari, ina, inafundisha sana hayo mambo na inasapoti sana kwetu sisi wanafunzi. Lakini sasa tutumie vizuri, kwa sababu unaweza ukatumia vibaya ikakuletea matatizo ambayo hayastahili na ikapelekea vibaya, mfano kwenye matumizi mabaya hapo mambo mabaya. Na ndio maana hata wiki hii ni wiki ya ukatili wa kijinsia, lakini bado tutatumia hiyo yote tehama kuelimisha watu na kufundisha watu umuhimu wa watehama. Kwa majina naitwa Asha Hamadi Sebo, ni mwanafunzi wa Mwalimu Nyerere, chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, niko mwaka wa tatu kozi ya jinsia na maendeleo. Uh, leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya convocation kuhusiana na masuala ya tehama. Tumejifunza vingi na tumejifunza umuhimu wa tehama, kama teknolojia ya habari na mawasiliano. Hii ni nzuri kwetu sisi hasa, tumepata fursa kubwa kwa sisi wanafunzi, imetusaidia kuleta wigo mpana hasa kwa ajili ya elimu. Mfano, kwa sasa hivi sisi wanafunzi tunasoma online, na kuhusu masuala ya tehama yametupelekea tumepata wigo mkubwa wa kusoma online. Pia inatusaidia kwenye masuala ya kibiashara masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano imeleta wigo mpana sana kwenye masuala ya biashara. Sasa hivi watu wanafanya biashara online, wanafanya masuala mbalimbali yanayowapelekea no, kuwawezesha kiuchumi. Hata hivyo, pia tumeshauriwa kuwa tutumie hii mitandao yetu ya kijamii vizuri kwa ajili ya, yetu sisi kutusaidia kukumbana na matatizo yanayotupelekea kuenda kinyume na sheria na taratibu na kanuni zilizowekwa. Hivyo, kwa sisi hapa wanafunzi na watu wengine kwa ujumla, tumeshauriwa pia, endapo tutakapotumia hiyo mitandao vizuri, itatujengea sisi kutupa faida kwenye mambo tofauti tofauti.